Ni tarehe kumi ya mwezi wa pili elfu mbili na kumi na saba ambapo tunakutana hapa Ayo TV katika uchambuzi wa magazeti tukiwa na habari mbalimbali mbali, ambazo zinapatikana katika magazeti ya hard news, michezo, pamoja na udaku. Karibu sana, jina langu naitwa Alice Tupa, na habari kubwa kwa siku ya leo ambazo tutaziangalia kwa undani zaidi ni pamoja na habari inaosema dakika arobaini na tano za mtikisiko bungeni, ni habari hiyo ambayo inapatikana katika gazeti la Mwananchi. Lakini pia pia mkalimani feki wa Mtalia naswa. Na katika gazeti la Mwananchi kuna habari kubwa kabisa inayosema na Gwajima na Yusufu Manji wakesha na polisi da. Lakini tukilitazama gazeti la Nipashe kwa siku ya leo, habari kubwa ambayo tutaangalia kwa ndani zaidi inasema jinsi Magufuli alivyodanganywa, ni habari hiyo ambayo inapatikana katika gazeti la Nipashe. Lakini pia Makonda aombewa ulinzi wa kutosha polisi, ampeleka Gwajima mamfichoni, ni habari hizo zote ambazo zinapatikana katika gazeti la Nipashe. Katika gazeti la Mtanzania, habari kubwa inasema Manji Gwajima chini ya kikosi maalum, ni habari hiyo ambayo tutaitazama kwa undani zaidi lakini moja kwa moja tukianza na gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo habari inayosema dakika 45 za mtikisiko bungeni. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa nane wa gazeti hili la Mwananchi inasema dakika 45 juzi zilitosha kwa bunge kuweka historia kwa kupitisha maazimio yaliyoungwa mkono na wabunge wote bila kujali itikadi za vyama vya kisiasa ya kuwataja wateule wawili wa, wa rais kuwahoji kuhusu matamshi yao dhidi ya mhimili huo wa dola. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya bunge kwa azimio la aina hiyo kupitishwa bila kusikia sauti ya sio licha ya kwamba ndani ya bunge walikwemo wa mawaziri kadhaa na wabunge wa chama tawala cha CCM. Mjadala huo uliibuliwa na mbunge wa Ukonga Chadema Mwita Waitara kupitia kanuni ya hamsini na moja, katika hoja yake Waitara alisema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam po Makonda na mkuu wa wilaya Rumeru aleand mnyeti wametoa matamshi yanayoingilia haki na madaraka ya bunge. Mwanasheria mkuu wa serikali AG Georji Masaju alipata upinzani mkali kutoka kwa bunge alipojaribu kulisihi bunge lisipitisha azimio la kuajibisha kwa wateule hao kabla hawajasikilizwa. Miungoni mwa maazimio manne yaliopitishwa kwa sauti ya ndio ni lile linalotaka wateule hao wa wachukuliwe wachukuliwa hatua wa za kisheria kama itabainika walitenda makosa na kwenye kwenyeja akitangaza maazimio hayo baada ya kupitishwa na wabunge, mwenyekiti wa bunge Andrew Chenge alisema wateule hao wataitwa kujieleza mbele ya kamati ya haki maadili na madaraka ya bunge. Bunge pia liliazimia kuwa endapo kamati itaridhika kwamba kuna jinai, AG wasiliane na vyombo vingine vya kiuchunguzi kufuatilia swala hilo na kuchukua hatua kwa taratibu za vyombo hivyo. Vilevile bunge liliazimia kwa kauli moja kuwa waziri wa watawala za mikoa na serikali za mitaa Tamisemi atume waraka kwaku mikoa na wilaya toingilia mhimili wa bunge katika azimio jingine. Endapo kamati hiyo ya bunge ya haki, maadili na madaraka ya bunge itathibitisha tuhuma dhidi yao, bunge linaazimia mamlaka ya uteuzi ijulishwe ili kuwajibisha. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa nane wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine tukitazama katika ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi nasema, Benki ya Dunia yasema miji ya Afrika inakuwa kwa kasi, lakini na habari hii tukiitazama kwa undani zaidi inasema wakati miji ikikua kwa kasi barani Afrika, asilimia ishirini na nane ya wakazi wa Dar es Salaam hulala watatu kwenye chumba kimoja kutokana na miundombinu mibovu na mazingira magumu kufanya ya kufanya biashara, ripoti ya benki ya dunia WB inaeleza. Ripoti hiyo iliyotoka jana inabainisha miji mingi barani Afrika inakuwa kwa kasi huku ikikabiliwa na umaskini mkubwa unaotokana na maisha magumu pamoja na mazingira yasio rafiki. Afrika inahitaji kuunganishwa ili kupunguza gharama za maisha na kuboresha uchumi, alisema makamu wa rais wa WB Maitar Diop, yupo akizindua ripoti hiyo. Katika ripoti hiyo imeelezwa kwamba idadi ya watu wanaohamia kwenye miji mikubwa barani Afrika inazidi kuongezeka licha ya makazi kuendelea kwa duni, huku kipato cha wananchi kikishuka, tofauti na kwingineko ambako maendeleo kama hayo yanashuhudiwa. Kwa taarifa zilizopo, watu milioni mia nne sabini na mbili wanaishi miji mikuu, huku wengine milioni kwa taarifa zilizopo watu milioni 472 wanaishi mijini huku wengine milioni 187 wakitarajiwa kuongezeka mpaka mwaka 2025 na, na zaidi ya bilioni moja mwaka 2040. Na a na habari nyingine tukiangalia, ambayo inapatikana katika ukurasa watatu wa gazeti hili la na Mwananchi inasema, mkalimani feki wa mtalii ya naso, na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi inasema mwongoza watalii ambaye anadaiwa kupotosha tafsiri ya matamshi ya mtalii aliyekuwa amemaliza kutembelea mamlaka ya bonde la Ngorongoro NCAA yametiwa mbaroni. Video ya mwongoza watalii video ya muongoza watalii huyo ilianza kusambaa katika mitandao ya kijamii wiki iliyopita na kuzua taharuki katika sekta ya utalii nchini, huku wadau wengi wakitaka asakwe na kukamatwa. Katika video hiyo mtalii huyo ambaye jina lake alikupatikana mara moja anaonekana akisema safari yake nchini Tanzania imekuwa nzuri na Tanzania waliokutana nao walikuwa ni watu wenye upendo. Mtalii huyo alisema anafurahi kwa Mtanzania na ardhi ya Tanzania ni nzuri na wanyama ni wazuri. Hata hivyo, muongoza watalii huyo ambaye jina lake bado halija famika alitafsiri kuwa Tanzania mnalia sana njaa, kila siku mnalia njaa wakati mna maua nyumbani, simchemshe hayo maua mle. Mtalii huyu anaonekana akisema wanyama mbalimbali na watu waliowaona ni wakuvutia na hauwezi kuwapata eneo jingine duniani, lakini mwongoza mtalii huyu akatafsiri tofauti na kuingiza jina la rais, anasema mnamwomba rais wenu apike chakula, kwani rais wenu ni mpishi? Hangaikeni, fanyeni kazi, chemsheni hata nguo mle. Akizungumza na gazeti la Mwananchi kwa simu jana, waziri wa maliasili asili na utalii Profesa Jumanne Magembe alisema mara baada ya kuona video hiyo kwenye mitandao aliagiza mtu huyo akamatwe mara moja. "Na nilitoa maagizo nilipoona video hiyo, video ya kwanza ina maneno ya kumwingiza mheshimiwa Rais John Magufuli na kumwekea maneno ambayo hata huyo mzungu hakuyatamka," alisema waziri. Waziri Magembe alisema baada ya vyombo vya kiuchunguzi kukamilisha kazi yake serikali itatafakari hatua zaidi ya kuchukua ikiwemo kumnyang'anya leseni yake ya uongozaji

Wadau wa utalii wali waliohojiwa alisema video hiyo imechafua kazi nzuri inayofanywa na uongoza watalii na kwamba bado hawaelewi sababu ya mwongoza wa watalii huyo kufanya kitendo hicho. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Mwananchi. Tukizitazama habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa mbali wa gazeti la Mwananchi zinasema, Lissu wapata dhamana mahakama ya Kisutu. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa tatu, lakini pia kuna habari inasema, ziara Magufuli ya mgomo msimamizi na pia kuna habari za kimataifa zinazosema Somalia wapata rais mwenye uraia wa Marekani. Lakini pia kuna habari inayosema Rais Kenyatta arekodi video na madansa ikulu. Na pia kuna habari ya michezo inayosema mashabiki wapigwa taharuki Yanga. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Mwananchi. Tukiliangalia gazeti la Nipashe mwanga jamii kwa siku ya leo, katika kurasa kwa mbele kuna habari inayosema jinsi Magufuli alivyodanganywa, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Nipashe nasema imegundulika Rais John Magufuli alidanganywa wakati akipewa maelezo ya ujenzi wa hospitali ya mkoa Simiu mapema mwaka huu na sasa anaombwa radhi. Akiwa ziarani mkoani Bariadi, Rais Magufuli aliyakataa makadirio ya zaidi ya shilingi bilioni 40 ya ujenzi wa hospitali ya mkoa na kutaka ijengwe kwa shilingi bilioni kumi tu kama hosteli za chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Akizungumza na waandishi wa habari jana ofisini kwake mkuu, mkuu wa Simiyu Antoni Mtaka alisema kuwa baada ya maagizo hayo ya rais iliundwa tume ambayo ilishirikiana kamati ya ulinzi na usalama mkoani pamoja na wakala wa majengo TBA akizungumza na waandishi wa habari jana ofisini kwake mkuu wa mkoa Simiyu Antoni Mtaka alisema kuwa baada ya maagizo hayo ya rais iliundwa tume ambayo ilishirikiana na kamati ya ulinzi na usalama mkoa mkoa pamoja na wakala wa majengo TBA. Alibainisha kuwa tume hiyo imegundua kuwa mchoro wa ujenzi ambao alionyeshwa rais Magufuli haukuwa wenyewe bali ulikuwa ukionyesha vyumba vya madarasa, vyumba vya misikiti na makanisa. Alibainisha kuwa tume hiyo imegundua kuwa mchoro wa ujenzi ambao alionyeshwa Rais Magufuli haukuwa wenyewe, bali ulikuwa ukionyesha vyumba vya madarasa, vyumba vya misikiti na makanisa. Ramani alionyeshwa Rais Magufuli juu ya ujenzi wa hospitali ya mkoa ilikuwa sio wenyewe, alisema Mataka wataalamu wetu walimdanganya rais juu ya uhalisia wa ramani yenyewe ambayo ilikuwa ikikadiriwa kutumia shilingi bilioni 46, kwa jengo moja la wagonjwa wa nje OPD. Alisema uchunguzi uliofanyika umegundua mhandisi wa ujenzi mkoa Deusdedit Mchu Alisema uchunguzi uliofanyika umegundua mhandisi wa ujenzi mkoa Deusdedit Mshuga alifanya makisio ya mchanganuo wa gharama kwa kuzingatia ramani hospital ya hospitali ya mkoa wa Shinyanga. Mbali na kugandamizia ramani hiyo, mataka alisema, iligundulika kuwa makisio ya gharama alifikiwa kwa kupiga simu kwa mhandisi mwenzake wa mkoa Singida. Mkuu huyo wa mkoa alisema kuwa baada ya uchunguzi huo amechukua hatua ya kumsimamisha kazi mhandisi Mshuga kwa kosa la kumdanganya Rais Magufuli na kutosimamia kikamilifu majukumu yake. Aidha, mkuu huyo wa mkoa na katibu wa utawala Jumani Sagini mkuu wa mkoa huyo na katibu tawala Jumanne Sagini umemwomba radhi Rais Magufuli kwa kuonyeshwa ramani ya michoro hospitali Sokwa sahihi alisema mataka. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine tukiangalia, ambayo inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe nasema, Makonda aombewa ulinzi wa kutosha. Na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi nasema baraza la viongozi wa dini la kupambana na dawa za kulevya nchini limeiomba mamlaka husika kumwongezea ulinzi mkuu wa mkoa Dar es Salaam po Makonda kutokana na vita vyake vya mihadarati aliyoianzisha. Na akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana, mwenyekiti wa baraza hilo ambaye pia ni shehe wa mkoa Dar es Salaam Alhad Musa Salimu, alisema jitihada zinazoendelea dhidi ya dawa za kulevya ni mkakati wa kuokoa nguvu kazi ya taifa. Alisema baraza hilo lipo chini ya tume ya kupambana na dawa za kulevya Tanzania na wamekuwa akipiga vita na kulani vitendo vya kushamiri kwa biashara au utumiaji wa dawa dawa za kulevya ni habari, habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine nasema, dhamana Tundu Lissu milioni 20. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi nasema mbunge wa Singida Mashariki Chadema, Tundu Lissu mwenye umri wa miaka 49 hatimaye amechukua dhamana shilingi milioni 20 baada ya jana kupandishwa kizimbani na kusomewa mashtaka manne ya kutoa lugha ya uchochezi Zanzibar yenye nia ya kusababisha uvunjifu wa amani. Lissu ambaye pia ni mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema alisoma mashtaka yake katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam iliyoketi chini ya hakimu mkazi mkuu huru Mashahidi katika kesi hiyo, upande wa jamhuri uliongozwa na wakili wa serikali mwandamizi Mutalimwa Kishenyi akisaidiana na, wa na Jacqueline Nyamtori wakili Kishenyi anadaiwa wakili Kishenyi alidai kuwa Januari Wakili Kishenyi alidai kuwa Januari 11 mwaka huu eneo la Kibumbuju Wakili Kishenyi alidai kuwa Januari 11 mwaka huu eneo la Kibunju Maungoni Magharibi B mjini Magharibi Zanzibar, akiwa Mtanzania wa Tanzania Bara, wakati wa kampeni ya uchaguzi mdogo wa jimbo la Dimani, Lisu alitoa kauli kwamba tangu mwaka 1964 Tanganyika ndiyo inaoamua nani atawale Zanzibar. Wakili huyo alidai kauli hiyo ilikuwa na nia ya kupotosha jamii ya Tanzania. Katika shitaka la pili, ilidaiwa kuwa siku na eneo la tukio la kwanza, mshtakiwa huyo alitoa lugha chezi kwamba tangu mwaka 1964 Zanzibar inakaliwa kijeshi na Tanganyika. Nani anaibisha? Tangu mwaka 1965 ikifika uchaguzi wa askari wa Tanganyika wanahamia Zanzibar, ili kuja kuhakikisha vibaraka wao wa Zanzibar hawaondolewi madarakani na wananchi wa Zanzibar. Upande wa jamhuri uliendelea kumnukuu Lissu kwamba mnapigwa, mnateswa, mnawao kwa sababu ya ukoloni wa Tanganyika kwa Zanzibar. Marehemu Karume alipoanza kushtuka mwaka 1971 sabini na mbili ya Kawawa itakapofika tarehe kumi na tano mwezi wa kwanza mwadhimishe miaka hamsini na tatu ya kukaliwa kijeshi na Tanganyika. Upande huu wa jamhuri ulidai katika shtaka la tatu, siku ya eneo la tukio kwa kwanza, mshtakiwa alitoa ruga ya uchochezi kuwa Jumbe aliondolewa Dodoma na Ali Hassan Mwinyi alipewa urais wa Zanzibar Dodoma, na aliyempa ni Nyerere na si wa Zanzibari. Marais wa Zanzibari wote ni made in Tanganyika, wametengenezwa Tanganyika kwa madarakani kwa sababu ya Tanganyika. Upande wa jamhuri ulidai kuwa kauli hiyo ilikuwa inalenga kuleta mgawanyiko kwa Tanzania ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Tukiziangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe zinasema, Yanga apoteza wa Komoro. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa 32 wa gazeti hili la Nipashe. Tukiliangalia gazeti la Mtanzania kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inosema, Manji Gwajima chini ya kikosi maalumu wafanyiwe upekuzi ma wao wawaacha solemba, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mtanzania inasema kamanda wa polisi kanda maalum wa Dar es Salaam kamishna Simoni Siro amesema taarifa ya kina kuhusu kushikiliwa kwa mfanyabiashara Yusufu Maji na askofu wa kanisa la Uzima na Ufufuo Josephat Gwajima zipo chini ya kikosi maalum kilichoundwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda. Kauli ya Siro imekuja baada ya gazeti la Mtanzania kumtafuta jana usiku na kutaka kujua kama viongozi hao wameachiwa au la ambapo walisema swala hilo bado lipo kwenye uchunguzi, hivyo hawezi kulitolea ufafanuzi. ukitaka, ukitaka kufahamu kuhusu manji yupo wapi au ameachiwa bado unatakiwa kuwasiliana na kiongozi wa timu maalum ya uchunguzi iliyoundwa na Makonda, alisema kamanda Siro. Hata hivyo, wakati kikosi hicho kinaondoka polisi, mawakili wa Manji na Gwajima hawakuweza kuongozana na wateja wao, kwani waliwachwa wali kituoni hapo. Manji na askofu Gwajima jana walijisalimisha kituo kikuu cha polisi jijini dares Islam Hatua hiyo ilitokana na tamko lililotolewa juzi na Makonda ambaye alitangaza orodha ya watu 65 wanaotuhumiwa kuhusika na dawa za kulevya na kuwataka kufika kituoni hapo leo. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Mtanzania. Habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa gazeti la Mtanzania inasema Lisu Wema watoka Selo. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa nne. Lakini pia Mbarawa ateua saba kusimamia ujenzi. Akutwa akimbaka mtoto wa miaka miwili lakini pia kuna habari nyingine nasema UNESCO kufanya tathmini ujangili. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Mtanzania. Gazeti la Jambo Leo kwa siku ya leo, katika kurasa kwa mbele kuna habari nasema Makonda kikangoni atajwa kukiuka haki kutangaza majina bila uthibitisho, sasa subiriwa na wabunge kujieleza kuhusu kauli zake. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Jambo Leo. Habari nyingine zinasema Manji atimiza ahadi yake polisi. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa nne. bei ya petrol diesel kuongezeka, lakini pia maalim wa kata kata kata kukutana na Lipumba, Gwajima mva Makonda kuhusu miadarati na pia kuna habari za kimataifa zinazosema wapinzani waendelea kumwandaa Mazuma, wanachama Yanga wa mjia juu Makonda ni habari ya michezo hiyo, na habari hizi zote kwa siku ya leo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la jambo leo. Gazeti la habari leo nalo kilangala kwa ndani zaidi katika ukurasa wa mbele kuna habari nasema viongozi wa dini watia mguu vita ya unga wataka makonda sasa aongezewe ulinzi wema panda kizimbani achio kwa dhamana ni habari hiyo ambayo naweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la habari leo lakini pia kuna habari nyingine nasema bunge kuanza kumchunguza makonda ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa 25 walimu kulipwa madai ya shilingi bilioni kumi karibuni ni habari hizo zote zati... Kwa leo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Habari Leo. Gazeti la Majira kwa siku ya leo tukiliangalia nalo katika ukurasa wa mbele, kuna habari inasema: tamko la viongozi wa dini, Makonda ongeze ulinzi, vita ni kubwa, wafichua siri ya ombi la ulinzi, wa muunga mkono wapinga majungu dhidi yake. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Majira. Lakini pia kuna habari inasema: Lisu wema kimeeleweka wasomewa mashtaka mahakama ya padhamana. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne. Lakini pia Manji Gwajima ajisalimisha ofisini kwa Siro, mhandisi wa ujenzi simi atumbuliwa kumzuga rais. Lakini pia Jecha akabidhi ripoti ya uchaguzi kwa rais sheni. Nitamwagiza CIG achunguze mapato, asema Majaliwa. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa mbele gazeti la Majira, na habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Uhuru, kweli daima, kwa siku ya leo nalo katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Manji na Gwajima mikononi mwa polisi, wachukuliwa na kupelekwa kusikojulikana sana Gwajima adai Makonda anamwonea wivu. Ni habari hiyo ambayo naweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Lakini pia kuna habari inasema, Makonda aungwa mkono kila kona. Ni habari ambayo imeandikwa pia katika ukurasa wa 4, na pia mzee Malecela washukuru wa Tanzania UVC, wasema sakata la uuzaji viwanja igumbilo halijafa. Pia mkandarasi alipwa bilioni 33 bila kukamilisha mradi wamwagiza CIG kuichunguza ATCL ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Habari nyingine inasema Kinana ashiriki mazishi kada wa CCM Rombo. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa wa 3. Na habari hizi zote kwa siku leo, ambazo zinapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru, unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili tukimalizia na gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema, Askofu Gwajima amtaja Kikwete, asema Makonda na wivu na helikopta yake. yeye manji wang'ang'aniwa polisi. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini pia kuna habari unasema Tundu Lissu atoka Lupango asomewa mashtaka manne. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano. Lakini pi, lakini pia kuna habari unasema bunge lazuia kamata kamata ya wabunge. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Tanzania Daima. Tukizangalia habari nyingine zinasema RC Sadiki Mlingo alipoliwa, lakini pia wema apanda kizimbani achiwa wabunge wavutana kuichangia Serengeti Boys. Ni habari hizo zote ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Tanzania Daima. Moja kwa moja tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku leo, tuna gazeti la Ijumaa pamoja na gazeti la Wembe, ambapo gazeti la Ijumaa Ijumaa. Gazeti la Wembe nalo vile vile katika ukurasa kwa mbele kuna habari tu nyingi za udaku kama mnavyoliona, lakini pia katika ukurasa kwa nyuma kuna habari tu nyingi, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Wembe. Na tukimalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo tuna gazeti la Mwanasporti pamoja na gazeti la Bingwa, ambapo gazeti la Mwanasporti katika ukurasa kwa mbele kuna habari unasema mbona kesi laini kabisa, ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili . Lakini pia mavugo tunarudi wala msiogope, na pia wanachama Simba wamkomalia Veva. Habari za kimataifa ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mwanaspoti zinasema Ozil aliambiwa aondoke Arsenal, lakini pia Man United wanampoteza Herrera. Na katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Mwanaspoti kuna habari unasema presha kubwa hasen apakaliki hapalaliki hadi keleweke, unaambiwa ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Mwanaspoti. Na tukimalizia na gazeti la Bingwa limeandika wachezaji Yanga watoa msimamo mkali, ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa pili, lakini pia Moa rejea Simba ajibu ashindwe mwenyewe. Pia kuna habari unasema bunge la changia laki saba Serengeti Boys Wema Sepetu arudi uraiani ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele. Habari za kimataifa ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele zinasema Ozil atimuliwa Arsenal FC, lakini pia hapa wa Komoro wanatokaje. Na katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Bingwa kuna habari inasema ondoka Ozila timuliwa Arsenal ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa 23 wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine zinasema mshahara wa Lalana wa watibu wa mashabiki, lakini pia Messi amtanguliza mwanae England. Wenga amtolea jicho johat, lakini pia kuna habari inosema digea United waigombea wamtengea fungu silver. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la bingwa, na kwa siku ya leo tumefikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV. Lakini kama kawaida, endelea kusubscribe youtube chaneli yetu ya Millard Ayo kwa kila habari tukayopata, uwe wa kwanza kuipata, lakini pia usisahau kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo. Jina langu naitwa Alice Tupa.